Katika wanafalsafa anasema uamini mpango wako ili ufanikiwe, mm -hmm. Itakid sabilak litafuza, itakidi umepanga nini ili ufikie katika mafanikio mm -hmm. Uamini mpango wako. Leo ndugu zangu Waislamu na wanahabari na wote wanaonisikiliza wakati huu, wengi tunashindwa kufikia katika mafanikio kwa sababu tu tunafika pahala tunatishwa na tulichokipanga sisi wenyewe. Tumepanga kufanya nini ili tufike wapi, katikati vikianza kutokea vikorombwezo na vile vya kutishatisha, tunaona huu mpango sio sahihi, tunaliacha jambo njiani, tunatafuta lingine na ndio maana siku zote hatujui tuko wapi, tunataka nini, hatutaki nini, hatujui. Mmoja anasema tamanna almar'u fi sayfi shita wa idha jaa shita ankara malihadha wala bidhaka radhiya utila linsanu ma akfara, mtu wakati wa joto utaka baridi na wakati wa baridi utaka joto, ajulikani anataka nini, ataki nini. Akasema <laughs> kutila linsanu <laughs> Amefeli mwanadamu kwa sababu ya kukanusha mipango yake ye, mm -hmm. Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri, mmeuamini -hmm. mpango wenu kwa miaka mingi, leo hii mnafanya kitu kikubwa kama hiki na Mwenyezi Mungu atajalia kitakuwa kikubwa mara zaidi ya hapa mm -hmm. kwa sababu kasabbu, tunatakiwa twende mbele. Na furahi sana nikiona mambo haya yanashikwa na, na wakina mama wakina mama, nyinyi ndio dunia hii, nacholenga hapa msirudi nyuma, chukue ni nafasi yenu, iongozeni dunia inayokwenda kuanguka. Sisi hatusemi tushashindwa, lakini tunaelekea kushindwa kwa sababu tumebaki kushindana tu. Leo hii kila unayemuona shehe, basi amtafute shehe mweziwe ambomoe, ndo raha yake. Yani mtu kasoma miaka hamsini huko, lakini akija ya mjini hapa na elimu yake, amtafute shehe kapura kaporo, aana maana katika jamii kwa vitu vidogo tu tafia na vitu ambavyo vipo. Ilmu haiko hivyo wafauka kuli dhi ilmi ali. Kwa hiyo mimi najua hiki wewe unajua hiki, twende tutakutana mbele ya safari hmm, lakini kila mmoja anatakiwa abaki, anataka abaki peke yake, nibaki ni baki mie tu Walidi Daslamu nzima hii sasa, atakuwa alokosea kuumba Mungu basi. Na anasema haya kwa sababu najua anakwenda viral. Wakina mama sasa Nendeni mkashikamane, mtu overtake. Tukiishi Qur'ani katika mazingira ambayo yaliyokuwa yako anayoyataka Mwenyezi Mungu na mtume, amani itatawala, kwa sababu amani inatawala katika sehemu palipokuwa na tabia nzuri, na Qur'ani kazi yake ni kuifanya tabia kuwa nzuri. Kwa hiyo mwito mkubwa ambao ninaotoa kwa taasisi zote ambazo zinazohusika na swala za uandaaji wa mashindano ya Qurani kujaribu kutilia umuhimu programu za kuhakikisha qurani tunaiishi, qurani tunaishi nayo, watoto wetu wanaenda nayo shule qurani, watoto wetu wanazunguka nayo khalika na mitihani ambayo iliyokuwa imeikumba dunia hivi sasa.